Ni kweli tulihangaika sana kutafuta fedha na Dr. Sada kwa bandari ile, lakini tulikuwa tunashirikiana na waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikwenda pamoja China. Kwa hivyo si sahihi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazuia kutekeleza miradi ya Zanzibar, si sahihi. Lakini Mheshimiwa Rais alituambia kwa sababu fedha hizo zinachelewa kupatikana kama ulivyo utaratibu wa fedha hizo, tuanze wenyewe. Na ndio sasa tunaanza wenyewe, bandari inajengwa. Lakini airport hii ni ya muda mrefu. Pia fedha zimepatikana, mkandarasi tayari uko njiani, na kibali cha kuanza ujenzi tayari kimeshatolewa. Tunaondoka hapa leo katika uzinduzi huu, wataalamu wanaendelea na ujenzi wa airport yetu maelezo mengine yote yashatolewa